Mtume sala sallam atambia man qala fi mu'minin ma laysa fihi, askanahu Allahu radhata al-khabal. Kwa hoja tu ku create content. Mtu anakwenda anachafua heshima ya mtu katika mitandao. Na mtu amesema yeye mtu atakaye mseme mu'min kitu ambacho kwamba hana, Mwenyezi Mungu atamweka katika radhata al-khabal. Masahaba kama Umar radhatu al-khabal. Hii radhatu al-khabal ni nini ya Rasulullah? Akasema usaratu ahli nar, ni rojo la watu wa motoni, yaani pale wakikamuliwa hivi, ule uchafu unaotoka kwao ndio rabrati lkhabal. Bali khatari kubwa zaidi, salafu walikuwa akisema, man atlaka lisanahu fi aradi lnasi amsaka llahu lisanahu inda lmauti an shahadatain. Yoyote ileambeyo kwamba atautumia ulimi wake katika kuvunja heshima za watu na kuwasema watu na kula nyama zao, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atauzuia ulimi wake kutokana na kutamka shahada mbili wakati wa kufariki, la ilaha illa Allah. Anaweza kukosa hata kutamka shahada wakati wa kufariki, kwa sababu umeutumia ulimi kama ule uchafu, kwa kula kwa kula nyama za watu.